<muchuwa> E, ni mahujaji wa taasisi <muchu> yaitraveli hivi sasa wanaelekea kupanda basi kuelekea katika mji wa Muzdalifa eh, baada ya kumaliza siku moja katika viwanja vya Alafa. Sasa msichanganyike hapo, apo simameni mm. <muchu>

Dokta, wasogeze wote ili wawai kuingia wanawake. Dokta waite huku, yaani wakae kwa mbele tu.

Ndio maana nawasogeza mbele, sogeni mbele kina mama, sogeni h penzo mtazamaji, hivi sasa litaingia grupu la kina mama kuelekea katika basi, ni msafara wa kuelekea Muzdalifa. Eh, tayari baada ya kumaliza nguzo ya pili ya hija ambayo ni kusimama Arafa. Sasa bado tumebakisha nguzo kama mbili tatu e, zo iliobakia ni kufanya tawafu na kwenda Safa na Mala e, eh, kuna kunyoa ili sasa tumalize rasmi ibada ya hija na kuweza kuyavua haya mashuka kujitambulisha baada ya travel <coughs> viwanja <coughs> vya wanawake wa Aingieni kinamama tu, kinamama waini, ngoja waingie kinamama, kinamama waini, nyinye waini, kinamama shekijepa. Eh, kwai tuko kwa, hapa. Ngoja ali shekijepa. I travel wote, subirini hapa, subirini hapa, shekijepa huyo anakuja. Lakini Muzdalifa ndio wenyewe, ukiona vipi kambi na iko hapa hapa. Shetu yuko wapi? Shetu yuko wapi? <coughs> Wapenzi watazamaji, mahujaji wa taasisi ya

Wanaume tuko hapa, wanakuja tunawasubiri, tunawasubiri. Nendeni pale kina mama. Ingieni hapa, ingieni hapa, jazeni nafasi. Ingieni hapa wanaume, ingieni hapa. Hapa huu unaona upenyo, mkae huu Wanaume ingieni hapa. Wanaume ingieni hapa. Binuru yuko wapi Binuru? Binuru Khamisi. Binuru yuko wapi? Jamani mko salama? Mwafika salama nyote. Mazingira ya Muzdalifa ndio hivi, mniyapokee kama yalivyo. Waambiwa <tipa> angalie choo hicho hapo. Sehemu ya kujisaidia ni hizi na kile pale na kile mlivyoelekea na Sio mbu, jasho umesikia, wewe mbu ama oh? Nguo tumekanao siku ngapi? Unasikia uh -huh. Jasho? Hamna jasho wakulu, hmm. yeah, yeah. <tune> <tune> <tune> <tune>

Sasa kama kuna mtu ataweza kutembea hiyo kwenye mita saba mpaka kwenda kupiga mawe, aseme tuondoke naye sasa hivi, eh tunaondoka. Hawa walikuwa wanaenda Mina, hawaendi kupiga mawe, wanaenda Mina wanapumzika. Mawe atampa mtu akampigia, labda asubiri ruti ya kesho. U jamani, tunasema tena, usije ukasema na mimi niende nikaone, alafu kasumbua watu kwa ya, ya wana tutaondoka na majaji kutembea. Timu nyingine itaondoka hapa moja kwa mojajaaaaama warudaaauleajaaaoia sabaaajamaratna kilomita tan mpaka 4 na nusu karibia kilomita 12 hivi au kilomita 11 na nusu. Sasa tunasema kama mtu hawezi kutembea mwendo huo

Ndio. Sisi tutasalia kwenye mahema sababu tunaondoka mwendo kabla watu ambaye hawajachanganya yeah.